Bwana Yesu so asifiwe sana. E, Tasoma katika kitabu cha Hosea 4 siku ya leo kwenye ratiba yetu ya kanisani, ni kitabu kimojawapo tunakisoma. Kuna neno hapa litatufundisha maneno, utajifunza tajifun. Haleluya! Inasema e, tasoma kwa haraka kwa ajili ya kwa kuokoa muda, halafu tutachanganua kidogo, nasema lakiaman, tasoma katika jina ya Bwana Yesu Kristo Hosea nne. Lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakaao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili, haleluya, wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka na damu hugusa hugusana na damu. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akaaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani na samaki wa baharini pia wataondolewa. Hii ndiyo maana tunaingia kuomba toba kwa maovu yanayofanyika kwenye nchi tusiache kuendelea kuomba toba na tusiache kuomba Mungu, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tusiache kuomba yamkini, hawa wanaotenda maovu ndani yao kuna asilimia ya nafsi ya binadamu ambayo Mungu aliweka ndani yao, wana nafasi na uwezo wa kugeuka njia zao na wakatubu na wakatengeneza na Bwana. Tusiwakatie tamaa. Saa nyingine unaweza ukaona uovu umezidi sana mpaka ukasema huyu mtu hawezi kubadilika. Wote wa, kuna watu wanabadilika, wauaji wanabadilika. Sasa hivi navyoongea, kuna huduma zinaingia magerezani zina, zinabadilisha watu. Hata mtu anasubiri hukumu ya kifo hmm, wanaokoka wanatubu. Ndio bado atapitia hukumu ile ya kifo, lakini siku zao za mwisho wanamtumikia Bwana. Tusikate tamaa. Ndio maana unaona tunaombeaga magereza, unaona tunaombeaga wanapeleka huduma huko magerezani, wapo kuna watu wana hizo karama, wameitiwa hizo huduma. Mstari wa 4 unasema, walakini asishindane mtu wala mtu asikemee, maana watu wako ni kama wao washindanao na kuhani, na wewe utajikwaa. Wakati kushindana na kuhani ni vibaya sana. Ni Mungu atusaidie tu, watu watumishi wa Mungu, na wao ni binadamu, inawezekana wanafanya vitu, watuelewe, tusishindane nao, tusiwaseme vibaya, tuwaombee na wewe utajikwaa wakati wa mchana na nabii naye, Haleluya, atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku, nami nitamwangamiza mama yako. Tuombe rehema, Mungu asituangamize, Mungu asitulete kujikwaa na makuhani wetu, awasaidie watoe katika hali ya kujikwaa, ni wakuhani naye wachungaji wetu, watumishi wa Mungu, viongozi mbalimbali wa dini. Haleluya. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Hujilisha dhambi ya watu wangu, hujifurahisha moyo kwa uovu wao. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo atakavyokuwa kuhani, nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao na kuwalipa kwa matendo yao. Eneo lingine la kutubu, Mungu aturehemu. Hii kwa muda wako katika mafungo yako katika maombi yako useme Mungu utusamehe kwa kukataa maarifa yako yako. Tunaweza tukatumia andiko hili kwa kuombea, tumekataa hekima yako. Tumekataa kweli yako. Unasimama mahali palipo bomoka kama mwombaji. Usiseme tu mimi siusiki na haya, mimi sifanye haya, mbona mimi najitahidi kumtafuta Bwana. Bora mimi najitahidi kumtii Mungu. Hapana, tunaomba Mungu atusaidia turehemu kumi nasema nao watakula lakini hawatashiba watafanya zinaa lakini hawataongezeka, kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. Uzinzi na divai na divai mpya huondoa fahamu za mwanadamu. Tuseme Bwana tusamehe, Bwana, kwa dhambi iliyoenea kwenye nchi, kwa dhambi iliyozagaa Bwana. Watu wamejiamini, wamejiachia, wamejikabidhi kwa adui, wanajali anasa tu, uchafu umekuwa wazi kabisa, haukemewi tena tusamehe kwa dhambi ya uzinzi na washerati iliyojaa kwenye nchi. Bwana Yesu atusamee sana kwenye nchi zetu, kwenye maeneo yetu, kwenye dunia nzima. uchafu ushoga umejaa. Haleluya! tena uepushe na watoto wetu, watoto wetu, vijana wetu, mabinti zetu, waowe vizuri, waolewe vizuri, wasija wakaowewa na watu, ma, watu wamekubu, ma, wa dhambi, watu ambao wamekubuu kwenye dhambi, maajenti wa Shetani. kumi na mbili, anasema watu wangu hutaka shauri kwa gongo lao na fimbo yao huwahubiri mambo, maana roho ya uzinzi imewakosesha, nao wamekwenda kuzini mbali na Mungu wao. Tuombe rehema kwa ajili ya Mungu awaongoze vizuri watumishi wa Mungu, wanavyoongoza watu wa Mungu, waongoze sana mapenzi ya Mungu. Tuombee sana kanisa siku za mwisho kumi na tatu, nasema, hutoa dhabihu juu ya vilele vya milima na, na kufukiza uvumba juu ya vilima chini ya mialoni na milibu na miela, kwa kuwa uvuli wake ni mwema. Kwa sababu hiyo binti zenu huzini na bibi harusi zenu hufanya uasherati. Mungu aturehemu kwa dhambi hizi zote. Sitawaadhibu binti zenu wazinipo wala bibi arusi zenu wafanyapo washirati kwa ma maana wao wenyewe huenda kando pamoja na wanawake wazinzi, hutoa dhabihu pamoja na makahaba, na watu hawa wasiofahamu wataangamia. Mungu aturehemu atusamehe sana. Tunaona wachungaji wetu wengine wanapokea sadaka kwa mtu yoyote, hata kama wanajua huyu anafanya maovu, huyu anauza, anafanya biashara haramu Huyu ni mzinzi, mwashirati, mradi akibeba sadaka kubwa kubwa, wanapokea. Unaona, kuna makanisa tunawafahamu, wachungaji ambao wanakwambia kabisa, kama unajua jinsi tunavyopata pesa yako sio halali, unahongwa na mtu, wewe una, unafanya vitu visivyokuwa halali, unafanya kazi kwa kificho, unafanya kazi iligo au vitu kama hivyo, anakataa kupokea sadaka yako. Kuna mtumishi wa Mungu tunamfahamu, yuko Kenya, huwa anatangaza hilo neno. Haleluya. Kumi na tano inasema ingawa wewe Israeli unafanya uzinzi, lakini asiasi Yuda, nanyi msiende Gilgali, wala msipande mpaka Bethel, Beth Aveni wala msiape mkisema aishivyo Bwana, kwa maana Israeli imetenda kwa ukaidi kama ndama mkaidi. Sasa, je, Bwana atawalisha kama mwana kondoo katika mahali penye nafasi. Efraimu amejiungamanisha na sanamu, mwache. Kileo chao kimegeuka kuwa uchungu, kuzini daima, wakuu wake hupenda aibu. Ndio maana tunaombea wachungaji wetu sana, tunawaombea Mungu awape wa kuona kwema, kuona katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama, wape Mungu awape wa kuelewa na kufahamu. Mungu awape wa kuelewa watu uongoze vipi. Mungu awape wa kutubu, kunyenyekea. Mungu awape wa hekima Mungu awape wa baba uweza na mamlaka katika jina la Yesu Kristo Nazareti utokao kwa Mungu. Wasijae na kiburi, wasijae kuona kwamba wao hawawezi kukosea. Haleluya, waone vyema, wasikie vyema, waongozwe na sauti ya Roho Mtakatifu, sio na vitu vingine wakaja wakamkosea Mungu wakaikosa mbingu. kumi na tisa mwisho, inasema upepo umemfunikiza kwa mbawa zake, nao watatahayarika kwa sababu ya dhabihu zao. Haleluya, tumwombe mungu atusaidie tupende kutafuta maarifa ya Bwana hii, hmm, unaweza ukaitumia kwa muda wako katika maombi yetu yetu binafsi katika mifungo yetu, tuitumie andiko hili nipewa asubuhi ya leo, Hosea sita na maandiko mengine yote utakayopewa wewe, simamia maombi hata kama uko katika e, shughuli zako. Baada ya maombi haya tunayoomba ukawa na shughuli zako wewe, kuwa na moyo wa kunyenyekea mbele za Bwana. Mungu akuongoze uombe vipi. Haleluya, tumshukuru Mungu sana. Karibu wale ambao mnaingia kuendelea kuomba, karibu mwe huru, na wale ambao inabidi mwende kwenye shughuli mbalimbali, Mungu awafanikishe kwenye siku ya leo, walinde wazingire, watunze, au atie nguvu maombi yenu yakapate kibali mbele za Bwana. Haleluya, tumesoma Hosea 4 haleluya, yote Uh, tumepata mambo ya kutumia hapo kwa ajili ya maombi. Mungu awabariki, Bwana Yesu awabariki sana. Na tutaendelea kukutana kwenye vipindi vijavyo vya maombi. Amen. Mpendwa amen wetu, karibu sana wale wanaohitaji masomo mbalimbali, karibu wanaohitaji kundi la maombi na kuatia nguvu na kuwasaidia karibu, lakini wewe umemaanisha Usiungwe tu ukajaza kwenye kundi, usiungwe tu ukapata kujiletea mwenyewe hukumu. Umeungwa kwenye kundi, lakini uchukui muda wa kuingia kwenye maombi. Ni heri kuacha mpaka utakapokuwa tayari. Haleluya. Nataka kutumiwa masomo ya jinsi ya ku, kuanzishia nguvu ya kuomba. Tafadhali pambania mbingu. Siku zimekwisha kabisa, hatuna muda tena wa kupoteza. Chukua muda kuzingatia mambo ya Bwana. Chukua muda wewe peke yako na Biblia yako, ukasome maandiko yakakujenga, kukusaidia. Hizi ni siku za mwisho. Basi mbarikiwe, na tutaonana kwenye somo lingine. Amen.